Sisi, kama nilivyosema, kila baada ya miezi mitatu tunakagua, iwe private iwe public, mtaalamu mm -hmm, yeyote, kisha muita procurement officer ukishamwita warehouse manager mm. Ukimwita store officer mm. Ukimwita logistics everything mm. Salonge ziko kwenye supply chain okay. Kama hajasajiliwa tunamwondoa, na mifano tunayo mm. Mapema -ma ndugu Selema tulizungumza naye mm. hapa kwamba tumedokezwa kuna kongamano kila mwaka hebu, uh. yes. e tuambie, mkurugenzi wa mwaka huu ulipo ya mwaka huu tuna kongamano la wataalamu wa manunuzi na ugavi mm -hmm. uh, litafanyika tarehe kumi mpaka kumi na mbili pale AICC Arusha. mm -hmm. na tunawaomba, mm -hmm. kwa ushirikiano huu, huu na ili kufanya mwendelezo wakiuelewa, mm -hmm. tungeomba sana tupate washiriki kutoka Zanzibar. mm -hmm. waje waone mawasilisho, mm -hmm. wapate case studies za upande mwingine wa muungano, okay. ili waje kutoa sasa mawazo katika kuboresha taratibu za upande wa pili. mm -hmm. yeah. uh, labda kwenye kushiriki kuna fedha yoyote ambayo inakuwa ni kuli ada, kuna ada yoyote ambayo mshiriki anatakiwa? Ada itakuwepo kwa wale ambao hawajasajiliwa ambao sasa kwa bahati mbaya watakuwa ni wengi upande huu hmm, wale waliosajiliwa hmm, pia Zanzibar ni wengi. mbao, ni wengi wale ambao hawajasajiliwa sababu kwa sababu sisi mnajua ni ukumbi wa kimataifa hmm, hela nyingi sana tunaziacha pale tunazilipa, okay. lakini kwa wale ambao wao wamesajiliwa kama Suleman wao watatoa laki sita na nusu, tumewapunguzia laki moja kama faida ya kusajiliwa kwao na kama kutakuwa na wanachuo all, mm -hmm, wako vyuoni lakini wako interested kuja kushiriki kongamano kwa ajili ya kupata uzoefu kwa wenzao ambao wako kwenye field mm -hmm. wale tutawaruhusu waingie, mm -hmm. kwa shilingi laki nne yeah. Uh, kuna mtandao wa kijamii ama website tunaweza kufahamu ili iwe rahisi kwa yule ambaye anataka kushiriki. Yeah, tuna kwanza, tuna website mm -hmm. ina matangazo yote, taratibu zote ambayo ni www, www psptb.go.tz huko. Yeah. tunapata kila ah, kitu tarehe kumi mpaka kumi oh, na mbili. Kumi na mbili. Yeah. Ui, una, na una wito gani tukiwa tunaendelea kwenye masuala haya ya kongamano, lakini pia kwenye ununuzi na ugavi? wito wangu mkubwa ni ku waajiri wa mm -hmm. waajiri wa maafisa ma, watendaji wakuu, wakurugenzi wakuu wasikubali mm -hmm. mm -hmm. kuwa na wataalamu ambao hawajasajiliwa mm -hmm. eh, ni mbaya sana kitaaluma mm -hmm. kwa sababu yani ni mtu ambaye Aa, anaweza kufanya chochote kwa sababu asipofanya kitu ambacho ni criminal mm -hmm. Kumchukulia hatua ni ngumu, mtaishia mm -hmm. e, mta tu kuonyo, mtaishia tu kumkalipia, lakini bado mnaye mm -hmm. Lakini sisi huku waki, kama amesajiliwa akija kwenye bodi, maana yake tuna si ni kuandika barua kwa mamlaka mm -hmm. sinaamua vingine, wanamshusha wanam mw... Unaweza kawa ulikuwa mwandamizi wa manunuzi ukapelekwa kuwa msaidizi wa, wa eneo lingine mm. E, mpaka hapo utakapo mm. Mamlaka zitakapo amua vingine hivyo. Kwa sisi tunatoa wito watu wajikite kuhakikisha kwamba wanapata wataalamu ambao wame, lakini pia wawalipie yeah. E, mafunzo ni gharama yeah. E, wawalipie mm. Na sisi kama bodi tumejitolea sana hata mwezi ujao tutakuwa na tutakuwa na kundi la watu kutoka Zanzibar mm. uh, wataalamu wanunuzi na ugavi, kuwafundisha namna bora ya kufanya ukaguzi kwenye miradi ya kimkakati ya serikali mm. uh, tutakuwa nao kwa wiki nzima mm. wajidia, kwa ajili ya kuwafundisha eneo hilo. Mimi ni uh, mwenyekiti uh, wa kipindi hiki cha asubuhi njema. Ndugu Fred, nakupa nafasi ya upendeleo kuzungumza na Wazanzibari kushiriki kwenye kongamano hili. Asante sana mwenyekiti <laughs> chonde chonde uh, ndugu zangu wa, wa Zanzibari tunawakaribisha sana sana sana sana kwenye kongamano la wataalamu wa ununuzi na ugavi litakalofanyika tarehe kumi hadi kumi na mbili jijini Arusha kwenye ukumbi wa kimataifa wa, ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Arusha. Tutakuwa na mambo mengi mazuri, mawasilisho mazuri yanayoakisi ya namna gani, ya, hatua gani na ambazo tumefikia katika kuboresha wa utendaji wa ununuzi na ugavi, lakini pia mtapata nafasi bora ya kuuliza maswali ili tuweze, mweze kupata uh, mawazo na maoni, mtakaporudi hapa Zanzibar uh, ili muweze nanyewe kuchangia katika kuboresha jitihada kubwa za serikali ambazo ziko zinafanyika kwa kweli katika kuboresha ununuzi wa umma Zanzibar. Asante sana, tukushukuru kwa niaba ya wengine ah, wote tuseme asante sana kwa kushiriki kwenye kipindi chetu hmm. Lakini asante pia kwa kuja Zanzibar kutupa elimu sisi na wengine ambao wanatutazama. asante, asante sana, asante sana. Naam, mtazamaji wa asubuhi njema, tulikuwa naye hapa mkurugenzi mtendaji wa bodi, wataalamu, uh, wa bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi yani PSPTB eh, God, Godfrey Mban tumezungumza naye mengi na mazuri kuhusiana na umuhimu wa kutumia wataalamu wenye sifa katika tekeleza miradi mbalimbali ya mbali serikali. Lakini kuna fursa ambayo imepatikana. Wanasema Waswahili, sisi tuna ujumbe, tunasema fursa ni kama chai.